Zai, nimekuja kwa ajili yako, huo ndio ukweli. Sikuwa na furaha, sikuwa na amani, sikuwa na shauku ya kukaa sehemu niliyokuwa nimeenda, kwa jili nikumbuka kuna mtu nyuma nimemwacha, ambaye ni mtu muhimu sana katika historia ya maisha yangu, huo ndio ukweli. Lakini kuna kitu hujakifahamu upendo wangu kwako, kwa zidi yako, lakini pia na upendo wako zidi yangu. Kuna watu hawaupendi pengine, mbaye kuna mambo mingi hujayafahamu ninayapazia, lakini tu nikuambie kitu kidogo, rafiki yako sio mtu mzuri. Ndaa alosema mwana, unaanza kutuchonganisha sasa? Daima sitaweza kukuchonganisha na mwenyewe, unanijua vizuri tu, sina sina roho hili kwa sababu furaha yako ndio furaha yangu kama kama uwezi kutuchunganisha hapa unafanya nini Zainab? Na kitu natakiwa ufahamu, ukweli ni kwamba naamini mwana ndio rafiki pekee uliyempa taarifa za kumfikishia, ili aje anaambie, na pengine pia ulisistiza mimi nisiondoke kwa sababu ya kuacha katika hali kama hii, lakini taarifa hazikufika kama ulivyomwambia. mimi ninavyojua, mwana akafika na akakwambia, isipokuwa ulimjibu nini? Kwamba hutaki kuniona na hizi habari huzitaki na umeshaamua kwenda mjini mkwache. Labda alikuwa nifanye nini hapa tena? Unanisimamisha, unaanza kuniambia habari ambazo hazipo, kunchonganisha na mwana, si ndiyo? La hasha zangu, unanijua nafsi yangu ilivyo, unanijua jinsi nilivyo Siwezi kuwa mnafiki dhidi yako hata mara moja, siwezi kuongea kitu chochote cha ajabu dhidi yako Zai. Mimi ni yule yule ingawaje wakati tu tofauti. Zainabu, mwana sio mtu mzuri daima, huwezi kumtofautisha mvivu na usingizi. Zainabu Manyiru, hivyo unanichukuliaje? labda unaniona mi kungwani? Hebu hacha kunifanya mi mtoto mdogo. Hata sielewi pia ni mwanamume wa design gani. Una huruma hata kidogo, na sidhani kama ulishoe kunionea huruma. Umenisimamisha hapa katika hali kama hii na na mzigo wa kuni, hata useme unisaidie basi ile kibinadamu. Umenisimamisha hapa unaanza kuniambia ujinga wako, usinchoshe.